hali inazidi kuwa mbaya katika mtafaruku unaoendelea kwa takriban wiki mbili sasa kati ya kwa upande mmoja mbunge wa CCM Jimbo la Kawe Askofu Josephat Gwajima na kwa upande mwingine mwenyekiti wa taifa wa chama hicho rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Samia Suluhu Hassan na si tu kwamba mtafaruku huu unaendelea lakini unazidi kuchukua sura mpya na ni vigumu kwa kweli, katika kwa kwa kipindi hiki kutafakari au kujaribu kuangalia jinsi gani mtafaruku huu utakavyofikia mwisho na hata utakapofikia mwisho athari zake zitakuwa kubwa kiasi gani, kwa sababu tayari kuna athari zime, zimesha, zimesha jitokeza na kuna uwezekano mkubwa zikajitokeza athari kubwa zaidi. Hilo moja, lakini pili, kuna watu wengine ambao wameanza kuingia katika U mtafaruku ambao mwanzoni ulionekana ni kama ni kati ya Askofu Gwajima dhidi ya mwenyekiti wa chama chake Rais Samia Suluhu Hassan. Hasa um, kwa hiyo katika makala hii tunazungumzia tukio moja lililojiri jana ambalo kwa tafsiri pana ni kwamba linabadilisha mwelekeo mzima wa hili uh, songo mbingo linaloendelea kwa takriban wiki mbili sasa hivi. Kama mnavyokumbuka, kwa haraka haraka tu kukumbushia, kwamba Askofu Josephat Gwajima tarehe ishirini na nne ya mwezi uliopita aliitisha press conference ambayo ilizungumzia masuala ya janga uh, la utekaji linaloendelea nchini Tanzania. Uh, siku chache baadaye Rais wa Jamhuri ya wa Muungano wa Tanzania uh, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akiwa uh, katika uzinduzi wa ilani ya CCM huko Dodoma, alimjibu askofu uh, moja kwa moja bila kuuma maneno uh, alimjibu na kueleza kwamba chama na kukitaka chama hicho kijiepushe na kina magwajima wayatupilie mbali makina ya hayo magwajima. um, baada ya hapo, askofu Gwajima naye akajibu mashambulizi na kueleza kwamba uh, neno ambalo rais Samia lilitumia la gwajimanization, ye askofu Gwajima akalitolea tafsiri kwamba ni uzalendo, ni ujasiri, kukemea maovu, kukemea ufisadi. um, na baada ya hapo uh, ndio nguvu ya dola sasa ikaanza kutumika, serikali ikatangaza kulifungia kanisa la uzima na ufufuo um. Kanisa la ufufuo na uzima um, halafu kukawa na uvamizi wa polisi katika kanisa hilo na watu wamepigwa wengine wakakamatwa um, kwa hiyo ni vurugu mechi. Sasa taarifa pia zilizopatikana zinadai kwamba, kanisa licha ya kanisa la daa kufungwa lile la Gwajima la daa, lakini pia kuna makanisa kadhaa huko mikoani ambapo nayo yanafungwa kwa mujibu wa takwimu za Askofu Gwajima, kuna makanisa zaidi ya elfu mbili. Kwa hiyo hii ni idadi kubwa ya makanisa kufungwa. Sasa katika hili tukio la jana uh, Rais Samia Suluhu Hassan alihudhuria kama mgeni rasmi katika harambee ya kuchangia kituo cha kulelea yatima, na harambee hii iliandaliwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT jijini dar. Um, na japo shughuli yenyewe ilikuwa ni kwa ajili ya kuwasaidia kuyasaidia makundi yaliyo katika mazingira magumu hususani yatima, lakini kauli zilizojitokeza uh, hapo na hasa kauli za mheshimiwa rais zikapelekea mjadala mkubwa, na sio tu mjadala, lakini kubadili kabisa mwelekeo wa hii songo mbingo ambayo imedumu sasa kwa takribani wiki mbili. Lakini kutenda haki ni vizuri nikupe fursa ya kusikia kipande kifupi cha alichokiongea mheshimiwa rais ambacho kimezua nacho mtafaruku mkubwa. Ni hiki hapa. Lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii, ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini, huu na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionesha kama watumishi wa dini lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu, kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali mbali, mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyobora yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Sasa uzito wa aliyoyaongea mheshimiwa rais upo hasa katika masuala makuu mawili. La kwanza ni kwamba katika historia ya Tanzania hakujawahi kutokea wakati ambapo mkuu wa nchi aliweza kufanya hiki kilichofanyika jana cha kutoa tafsiri ya utumishi wa Mungu. Uh, against utumishi wa shetani. Uh, na ni vigumu kuelewa kwamba haya yalikuwa ni mawazo binafsi ya rais kama mkuu wa nchi au yalikuwa ni mawazo yaliyotokana na taarifa alizopatiwa na watendaji wake, kwa sababu katika intelijensia rais ni mtu anaitwa consumer, yaani mlaji wa taarifa za kiusalama. Kwa hiyo master usalama unapozunguka huko na kule na kukusanya taarifa mbalimbali Mtu wa mwisho kuzipokea zile taarifa anakuwa rais. Kwa hiyo ndio wanamuita mlaji wa taarifa za kiusalama. Kwa hiyo labda kwa kuangalia upande mwingine kwamba labda pengine vijana wake huko katika kusanya kusanya taarifa wamekuja na uh, wakapata hizo uthibitisho kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanajiportray, wanajionyesha kama ni watumishi wa Mungu, lakini kimsingi ni watumishi wa shetani. Um, lakini upande wa pili hili aliloliongea linakinzana na lile ambalo juzi katika video iliyopita nimeliongelea la rais mstaafu Yakaya Mrisho Kikwete, ambaye alionya kuhusu viongozi wa dini kuingilia siasa kutumia dini kwa minajili ya kisiasa. Kwa sababu hapa sasa ni huyu ni mwanasiasa 100%, kwa sababu uh, pengine kuna, kuna changamoto kidogo kuhusiana na uh, uh, ili bifu linaloendelea kati ya rais Samia Suluhu na askofu Josephat Gwajima kwamba licha ya kuwa kiongozi wa kanisa, askofu Gwajima pia ni mwanasiasa. Kwa hiyo kumwambia kwamba anaingilia siasa wakati yeye ni mbunge na ni mwanasiasa pengine si kumtendea haki, na wapi unachora mstari kati ya wanasiasa na utumishi wa kiroho? Kama ilikuwa ni swala ambalo linaonekana kuwa halifai, basi mheshimiwa askofu Gwajima asingekuwa mbunge, kwa sababu asingeruhusiwa kuwa mtumishi asingeruhusiwa asingepitishwa, asinge asinge na Chama cha Mapinduzi kuwa mbunge kutokana na utumishi wa kiroho kwa hiyo hili linaleta mkanganyiko kwamba kiongozi wa kisiasa ana hukumu kwamba kuna viongozi wa kidini ambao ni watumishi wa Mungu na wengine ni watumishi wa shetani. Sasa hili la watumishi wa shetani bila kujali kwamba ni mawazo yake mwenyewe Mheshimiwa Rais au ni vijana wake wa usalama wa taifa wamempatia hizo taarifa, inaweza kuleta mtafaruku mkubwa, kwa sababu endapo na hili halitatokea, lakini endapo watu wangetaka kushinikiza, waumini mbalimbali wangetaka kushinikiza rais wao, kwa sababu ndio kiongozi wao, awaeleze kwamba ni makanisa yapi ambayo watumishi wake sio wa Mungu bali ni watumishi wa shetani. Kwa sababu kwa mfano, na hili Uh, ni tafsiri ya watu wengi kwamba hili dongo lilikuwa limerushwa pamoja na watu wengine waliolengwa ni Askofu Gwajima kwamba uh, kinachofanywa na KKT hiki cha kujali uh, yatima ndio utumishi wa Mungu lakini hao wengine wanachofanya huko ni utumishi wa shetani. Kwa hiyo baadhi ya watu wametafsiri kwamba lile lilikuwa ni dongo lililorushwa kuelekezwa kwa Askofu Gwajima. Sasa Askofu Gwajima, kwa mujibu wa takwimu zake mwenyewe, anasema kuwa ana makanisa zaidi ya 2000. Um, kwa hiyo haya makanisa elfu mbili uh, definitely kuna waumini wengi pengine uh, zaidi ya alfu katika kila kanisa. Kwa hiyo kuna idadi kubwa ya watu ambao wanahudhuria katika makanisa haya, na hapa hatuzungumzii kuhusu swala la hayo makanisa kufungwa, lakini imagine kwamba hao watumishi ambao wanajifanya ni watumishi wa Mungu lakini ni watumishi wa shetani. Kwa mfano miongoni mwao ni askofu Gwajima ambaye ana bifu na mheshimiwa rais Vipi kuhusu hawa waumini ambao wanaamini kwamba wanakwenda kumtumikia Mungu lakini yule anayeliongoza kanisa in fact ni mtumishi wa shetani? Kwa hiyo hili linaweza kuja kuzua matatizo mbele ya safari, japo pengine itatafsiriwa tu kwamba ni kauli ambayo imeongewa tu, kwa sababu hapa, kama kuna vita ya maneno inayoendelea tangu Askofu Gwajima afanyile press conference na kuongelea kuhusu swala la utekaji. Baadaye Rais naye akajibu na kuleta habari za gwajimanization kwamba magwajima yanatakiwa atupwe nje, then Askofu Gwajima naye akafanya mahubiri kanisani na kutafsiri kwamba gwajimanization ni kitu kizuri, ni ujasiri kukemea maovu, kusimamia yale ambayo yanatakiwa kusema <laughs> in fact alichokisema rais kinafanana na kile ambacho Askofu Gwajima alikitafsiri kuwa ndio gwajimanization, kwa sababu rais amesema kwamba utumishi wa dini ni kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali yanayogusa jamii, kuisaidia jamii, kujenga jamii iliyobora maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini, ambayo haina tofauti sana na maelezo aliyotoa Askofu Gwajima kuhusu gwajimanization ni nini, ambayo ni ujasiri kutumikia wananchi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii inaweza kuleta mjadala ambao tayari mjadala umeanza, lakini impact yake ni kubwa Um, ni swala tu la kusubiri nini ambacho kitatokea, lakini mpaka muda huu tunapoongea tayari uh, kama ilivyo taarifa zinavyosema makanisa kadhaa yamefungwa, um, na ni vigumu kubashiri lini, uh, tutaweza kukaribia mwisho wa hii songo mbingo inayoendelea. Wewe una maoni gani kuhusiana na haya yaliyosema na Mheshimiwa Rais? Basi tupie maoni yako hapo chini kwenye komenti. Asante na kwa herini.